Hamas na makundi mengine washirika wa wa Kipalestina wamerejea kwamba maamuzi kuhusu utawala wa siku zijazo wa ukanda wa Gaza ni jambo la ndani la wa Wapalestina. Huku usitishaji mapigano katika eneo hilo ukianza kutekelezwa. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa, harakati ya Jihadi ya Kiislamu ya Palestina na chama cha Ukombozi wa Umma wa Palestina, PFLP, waliungana na Hamas kupongeza uimara wa Wapalestina wakisema wamedhoofisha mipango ya Israel ya kuwahamisha kwa nguvu watu kwa wingi kutoka Gaza. Tunarudia kukataa aina yoyote ya uangalizi wa kigeni na tunasisitiza kuwa mfumo wa utawala wa ukanda wa Gaza na taasisi zake ni jambo la ndani la Kipalestina ambalo litaamuliwa moja kwa moja na uwakilishi wa taifa letu, taarifa hiyo imesema. Makundi hayo yameongeza kuwa yanaratibu mkutano wa kitaifa wa dharura na wa kina kujadili hatua zitakazofuata baada ya usitishaji mapigano. Mkutano huu unalenga kuleta umoja wa msimamo wa Kipalestina, kutengeneza mkakati wa kitaifa wa pamoja na kujenga upya taasisi zao za taifa kwa misingi ya ushirikiano, uaminifu na uwazi. Haijafahamika iwapo Fatah chama kinachoongoza mamlaka ya Palestina kimekubali kushiriki katika mkutano huo. Mpango wa vipengele ishirini wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza unajumuisha kuanzishwa kwa chombo kipya cha kimataifa kinachoitwa Bodi ya Amani ambacho kitakuwa na jukumu la kusimamia serikali ya muda ya wataalamu kuongoza Gaza. Kulingana na mpango huo, Trump mwenyewe ndiye atakayekuwa mwenyekiti wa bodi hiyo ambayo pia itajumuisha waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, Tony Blair. Awamu ya kwanza ya usitishaji mapigano ambayo Hamas na Israel inahusiana na mpango wa Trump, ingawa bado haijajulikana Gaza itatawaliwa vipi baada ya hapo. Shirika la habari la Al Jazeera limepata nakala ya masharti ya makubaliano hayo ambayo yanaitaka Hamas kuachilia mateka wa kiyahudi bila sherehe au matangazo ya vyombo vya habari. Makubaliano hayo pia yanahakikisha kwamba angalau maruri mia sita ya misaada yanaingia Gaza kila siku, pamoja na ukarabati wa vituo vya maji na ujenzi wa kambi za kuwahifadhi wakazi waliopoteza makazi yao. Makumi ya maelfu ya Wapalestina waliokuwa wamehamishwa walianza kurejea katika nyumba zao kaskazini mwa Gaza Ijumaa baada ya jeshi la Israel kuanza kuondoka katika maeneo ya pwani. Maelfu ya Wapalestina bado hawajulikani walipo kutokana na ugumu wa kutoa miili kutoka katika vifusi na kufika katika maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la Israel. Baadaye Ijumaa, ofisi ya habari ya serikali ya Gaza ilisisitiza umuhimu wa mpango wa kina wa ujenzi mpya wa eneo hilo. Awamu ya kwanza ya makubaliano hayo inaruhusu kuingizwa kwa vifaa vya kuondoa vifusi, hatua ya kwanza kuelekea ujenzi mpya. Makubaliano hayo pia yanasema mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yatahusika kugawa misaada ya, ya kibinadamu, hivyo kuyaweka pembeni mashirika yenye utata yanayoungwa mkono na Israeli na Marekani, likiwemo shirika la kimataifa la misaada ya kibinadamu GHF. Hii ni Poa Afrika.